Ni jambo la huzuni sana kuwa hii serikali ya Kenya Kwanza imeamua ku disregard all the court orders ambazo mahakama ya Kiambu High Court ilipeana in the case of uh, number 28 of 20, 2025 ambapo Justice Mushila alielekeza na akasema kuwa George Koimburi asiguzwe na mtu yeyote mpaka kesi iweze kutajwa tarehe ambayo ni mwezi ujao e, na leo kuwa mheshimiwa angeweza kuja hapa sababu kuanzia jana. Eh, kuna watu ambao wako wamevaa uniform au wamejitambulisha kama wana eh, wana sheria ama polisi walimkimbiza, na hatujui pale the honorable Member of Parliament of Juja constituency yupo.

tafadhali wacheni kudhalilisha viongozi, wacheni kuhumiliate viongozi. Hata kama unaweza kuwa na any genuine issue na kiongozi, mnajua penye anakaa, mnajua kazi yake, msamon kwa DCI, mwambie kuja siku fulani urecord statement na msikie vile anasema. Tumeona wakishika magavana kwa njia ambayo ni ya madharau. Ukosa kuunga serikali mkono sio shida, sababu demokrasia, tuko katika demokrasia, nchi huru. Kwa hivyo mutu unafanya vile inataka tu, bora tu usitatize salama ya nchi, hiyo tu. Kama mtu unafanya maendeleo hii, watu yoyote anaridhika na yeye, watu karibu elfu kumi anaridhika na yeye. Sasa mtu kama huyu e. e. eh? Mimi kwa maoni yangu mzuri, arejeshe nyumbani bila shida yoyote, naomba.